Wanawake wengi haki zao huwa wapewi, ndio maana wengine wanaamua kuwa wachawi. Ukioa lichawi, mbona utaimba usiku? Kila siku ni kulima na kuchimba, halafu ikifika ule muda unataka unyumba, anakutegea fisi, wewe ndio ipige mimba, au sio? Bwana, tuwapeni haki zao kinamama. <laughs> Safari jamukaya, tuko ndani ya uwanja wa Sheikh Amr Abeid, na moja kwa moja hapa kama tunavyoona, ni maandalizi yanaendelea kwa ajili ya siku ya kimataifa ya wanawake ambayo inaadhimishwa hapa katika mkoa wa Arusha ndani ya viwanja hivi. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kauli mbiu ya mwaka huu kwa siku ya wanawake duniani ni wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Katika kuimarisha haki, usawa na uwezeshaji, mengi yatasikika hapa, tutayasikia kupitia jumbe mbalimbali zitakazotolewa na wasanii kutoka maeneo mbalimbali, kutoka kanda ya Ziwa. Moja kwa moja, nimekutana na msanii hapa, kwamba ujue tukio la kesho si la polepole. E bwana, mambo vipi? Bwana, mambo shwari. mambo niaje? mambo ni safi kabisa. Niambie, ah, mimi niko vizuri, asante. hata mimi niko vizuri pia eh, nashukuru sana. He, nani huyu? mimi naitwa Magambo Machimu Lenga. Magambo kutoka Geita mpaka Arusha, kulikoni? ni mwaliko kwa sababu kazi nzuri zinaonekana. <laughs> <laughs> eh, kwao vile napiga mashairi ambayo yamelenga yame jamii, mm hivyo kwao -hmm. Napata mialiko tofauti tofauti. Okay. Kwa hiyo sasa, kesho Watanzania tutarajie nini kutoka kwako? Unatupigia bongo flavor, unatupigia rnb, unatupigia nyimbo za asili kutoka kwetu Usukumani? Kesho tutegemea nini? Acha kwanza, mimi sio msanii wa nyimbo za asili. Uh -huh. Mimi ninapiga hip hop. Hip hop ya, ya bongo flavor ambayo imechanganyikana na comedy, kwa hiyo hivyo. Ah, hivo. Okay. so, na, una muda gani huko hapa Arusha? Nimefika jana, kuna riheso. Kwa hiyo jambo kama hili lazima nyimbo zote zipitiwe kwao, ndio maana okay, niliweka siku moja niwe free okay. Yeah. hali ya hewa kwa ujumla wake Arusha unaionaje, na namna wakazi wa mkoa wa Arusha walivyopokea maadhimisho haya mkoani kwao? Hali ya hewa iko vizuri na watu wameitikia vizuri kama leo tu, ni sio siku maalum lakini kuna mwitikio sana. Umo mjini wapi? E, e. unaweza katuonjesha kidogo? Kuonjesha kidogo <laughs> <laughs> twende sasa, tunaonyeshana kidogo, naomba nishike mik mwenyewe, kama ukishika mwenyewe vibe litapungua Yaani nitaongelea tu kipande kidogo, uh-huh. kwa sababu wanawake wengi haki zao huwa wapewi, ndio maana wengine wanaamua kuwa wachawi. Ukioa lichawi, mbona utaimba usiku, kila siku ni kulima na kuchimba, halafu ikifika ule muda unataka unyumba, anakutegea fisi, wewe ndio ipige mimba, au sio bwana? tuwapeni haki zao kinamama. <laughs> Asante sana kwa ujumbe huo. Asante sana nashukuru sana, okay.